Yes, hivi nikukumbushe tu kitu ambacho watu wengi wanafikiri au washawahi kuwaza e, lakini ni kwa namna gani sasa e, kupata majibu na kuongeza ufahamu katika hicho e, aliyewapeleka e, wana wa Israeli kule Misri e, alikuwa ni mtu mmoja anaitwa Yusufu na Yusufu nyakati zile, yeye ndo alikuwa mtoto wa mwisho ama last born ambaye alipendwa sana na mzee Yakobo e, lakini pia sasa e, aliyewatoa wana wa Israeli e, kule Misri kuwapeleka Kanaani alikuwa ni Musa, ambaye Musa na yeye pia alikuwa ni last born. Kwa hiyo aliye E, wapeleka wana wa Israel kule Misri alikuwa ni last born, lakini pia aliyewarudisha kutoka Misri kuwapeleka tena Kanaani alikuwa ni Musa ambaye alikuwa ni last born. Kama ulikuwa hujai kulifahamu au kulijua hilo, nataka ujue, na tukola tu kuangalia kwa haraka ni namna ambavyo tabia zao zile za last born. Unajua last born ana karakteristiki zake, ambayo bwana kimwona, tunajua kabisa huu jamaa huyu kwao ni last born, kwao ni mwisho. Kwa hiyo Musa, yeye bwana, alikuwa na tabia ya kununa, tabia ya kununa. E, kama unakumbuka vizuri eneo ambalo Mungu alitaka kuangamiza wana wa Israeli wote sasa katika kuombea rehema Musa akatokea kawa kakasirika, yaani kasusa, basi ikiwezekana na mimi uniue, na kwenye kitabu chako iko cha e, milele unifute jina langu kabisa e, Mungu akakanusha akasema kukua sitakuua, na kwenye kitabu vile vile wala sitakufuta. Lakini katika eneo jingine e, ni eneo ambalo Musa aliambiwa usemeshe mwamba, yeye akaupiga. Eh, ile tabia na kwa Gamla Stibon wengi sana mara si kuvunja kikombe, mara nini, kwa ajili ya asila tu, na pale na penyewe, kutokana na ugumu wa mioyo, wale watu ambao walikuwa wanaongoza Musa asila, na yeye zikapanda mm, zikapanda ile characteristic ya eh, Rastibon au asili ya watoto wengi sana wa mwisho, wanakuwa wanahizo tabia. Kwa hiyo ni kuelewa tu namna ya kuzicontrol na kuelewa namna ambavyo unaweza uka waongoza uh, na kuwalea katika hiyo namna, lakini si kwamba hawana vitu vikubwa. Hapana, wana vitu vikubwa sana na wanatakiwa kuheshimika. Lakini la mwisho pia naomba nikupe introduction hii katika eh, kitabu kile cha matendo ya mitume eh, wakati Petro huduma eh, ya Petro na Paulo wakati wameambatana hawa bwana eh, kuna namna ambavyo walikuwaga wanaishi lakini kidizaini fulani, kama walikuwa wanakataana hivi. Ila watu wengi sana hawezi kujua, ambapo mwanzoni kabisa Paulo alikuwa anatembea na Marko, na ikumbukwe tu kwamba Marko ndiye aliyemwandikia Petro kile kitabu cha Petro wa kwanza pamoja na Petro wa pili. Na Marko wakati anatoa ile injili ya Marko ee, wakati anaiandika historia nzima ile injili alisimuliwa na Petro. Kumbuka Marko hakuwa e, miongoni mwa wale senashara ama mitume kumi na wawili wa Yesu. Lakini ni miongoni mwa watu walioamini baada ya kipindi kile cha Yesu kupita. Tena ikumbukwe e, sehemu ambayo walilia karamu, wale Yesu aliwaambia nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, e, mtamkuta mwanapunda mfungue mumletee, lakini pia kwa watumwa wengine akasema nendeni, e, mpaka mtakapo mkuta mtu muulizeni kiwa wapi chumba cha kulia Pasaka. Sasa ile sehemu ambayo walipelekwa kwenda kulia ile Pasaka ilikuwa ni nyumba ya kina Marko yes. Kwa hiyo Marko alianza kujifunza habari za kumkubali sana Yesu tokea hapo ambapo waliwaona wale mitume wameingia pale kula karamu ya mwisho ya Bwana Yesu Kristo. So, sasa iko hivi wakati ambao eh, Petro pamoja na Paulo wameungana, Marko alikuwepo naye katika hiyo huduma. Lakini sasa Marko alikuwa na tabia fulani hivi, kwa sababu alikuwa ni mshua kuna wakati alikuwa tabia fulani kama za uoga uoga. Sasa Paulo alipomwangalia, akaona hata huyo atafika mali atanikwamisha. Kwa hiyo alichokifanya e, Paulo ni kumkataa Marko, kumkataa yani, kaa mwisho. Kile kitu Petro kilimuuma sana, kilimgusa akaamua mchukue Marko ndio akae naye sasa, akaanza kutembea naye kwenye huduma. Baada ya hapo, ndo akawa wakamwandikia e, zile nyaraka za Petro e, au kile kitabu cha Petro ambacho wengi tumekisoma, Petro kwanza na wa pili. Sasa kile kisasi kimekuja kuonekana wapi? Kimekuja kuonekana pale baada ambapo, e, Petro na yeye kulikuwa kuna watu wake ambao alikuwa ana anajaribu ana, ana, ana, ana, ana, ana kama vile Ku, wakati yani wa, wa, wa, wafuasi wale ambao walimkuwa wali, wali anamfuata Mtume Paulo akawa anajaribu kama vile yani kama kuwakata fulani hivi, namna ambavyo alikuwa afundishi ile fundisho la Kristo ambalo alikuwa eh, ameli ameli amelipokea ameli, ameli, ameli. Sasa Paulo yeye alijua hilo kwa sababu Paulo mara nyingi sana alikuwa ni mtu wa rohoni, na injili ya Paulo kidogo ilikuwa ni injili ngumu, ilikuwa ni injili ya asila, yani injili ile ya yani we, iwe isiwe yani lazima Unajua neno tutali ubili, yani nilikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye alikuwa ni mwenye kichaa cha injili. Sasa alipoona yale ya kwamba mbona mimi nina watu eh, alafu Petro dizeni kama yeye alikuwa na bado yani Petro akawa anajifanya kama vile yani yuko e, yuko kwa Yesu lakini bado alikuwa anajifanya anatembea na sheria. Kwa hiyo sasa alipofika pale akajifanya mimi ni Myahudi vitu e, vinaji sisi sijawahi kuvinini kuvishika vitu vinaji sisi hayo kuvipretend kwa, hata akiwa akichangamana na watu akawa wa mataifa, akawa hali nyama, mfano kitimoto, akawa afanye yale mapokeo. Sasa Paulo kile kitu kikawa kimemuuma, kwa sababu Paulo ni mtu wa kwanza kwenda kwa mataifa, kwenda kuhubiri Injili. Sasa walipokutana huko na Petro, akawa amemwangalia akaona, huyu jamaa mbona kama vile design kama anatukataa na. Sasa wajua, ukishafika kwenye umisheni ukawa katika kundi la watu namna ile alafu wale watu wakawa wanajaribu ku kupa asili yao, alafu ile asili ukaikataa uaga ile tamaduni wanajisikia vibaya, au wale watu wa ile asili wanakuwa wanajisikia vibaya kidogo. Kwa hiyo hicho kilichotokea kwa Petro. Sasa Paulo kuona vile ikawa kime kimemkasirisha sana. Kilipomkasirisha wala hakunyamaza, akaamua kumkemea Petro, lakini akamkemea kwa mafumbo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume pale ambapo eh, Paulo anaanza kuzungumza anawauliza kwani, na nyinyi mwanzo si mlikuwa e, watu wa design hiyo hiyo e, kwa nini sasa mnakuwa mnawatenga wale wa mataifa? Basi na baada ya pale, asante Yesu, e, na mtume Petro naye akawa akapokea kile kitu, na wakati wa kukaa kutafakari e, na wakati kufunga sana, ndipo Roho Mtakatifu akamshukia Petro, akawa amemwonyesha yale ambayo alitakiwa ayafanye. Ukisoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sita e, maono ya Petro yes. Mimi mpaka hapa hapa sina la ziada tena. Posti wako hapa, mfarisayo ninayekupa katika moja na mbili ya e, hekima ya neno, lakini pia tupo kutafakari maandiko diko kitu na kipindi chetu pendwa kabisa cha Mungu katika historia. Siache kufuatilia kila siku ya Jumatatu, Jumatano pamoja na Ijumaa. E, utakuwa umezidi kubarikiwa. Tunajua utazidi kupata ufahamu na kuyajua mengi zaidi e, kuhusu swala zima la imani, hasa ile tuliyoirithi. Mpaka kwa wakati mwingine tena, shalom na amani ya Mungu iwe juu yako. Asante sana.